Hapo zamani za kale, msitu mmoja mkubwa ulijulikana kwa jina la msitu wa Mzingile. Umo waliishi wanyama wa kila aina: tembo, fisi, pundamilia, na mbabe wa vicheko, sungura mjanja. Sungura alikuwa mdogo kwa umbo, lakini kichwani alikuwa na akili nyingi kuliko wanyama wote. Siku moja, kulikuwa na uhaba wa chakula. Wanyama wakakubaliana wachimbe kisima cha maji na kulima shamba la mihogo kwa pamoja. Ila sungura hakutaka kutumia nguvu yake. Alijifanya mgonjwa. Nimeumwa na nyoka usiku wa kuamkia leo, alisema kwa sauti ya huzuni. Siwezi hata kuinuka. Wanyama walimhurumia, wakamwacha apumzike. Lakini kila usiku sungura alikuwa akiiba mihogo waliyoilima, akaiweka pangoni mwake. Alikula hadi akavimba tumbo. Fisi alihisi kuna hila. Usiku mmoja akajificha karibu na shamba. Ghafla akamwona sungura akirukaruka kwa furaha akivuna mihogo. We, kumbe ni wewe unayetulagai! Fisi akapiga kelele. Sungura hakushtuka, alitabasamu na kusema, nilikuwa naota tu kuwa nalima, labda ni usingizi unaoponya. Fisi hakuridhika. Asubuhi wanyama walipoambiwa, walimwita sungura mbele ya baraza la msitu, lakini sungura alisimama na kusema kwa ujasiri, msiogope ujanja, ogopeni uvivu. Mimi nilitumia akili kupata chakula, wengine mlikuwa mnalima mchana, mkalala usiku. Je, nani mjanja sasa? Wanyama walitazamana kwa mshangao, ingawa walijua ametenda kosa Walishindwa kujibu hoja yake. Kuanzia siku hiyo, waliamua kufanya kazi usiku na mchana, na sungura akabaki kuwa mfano wa mjanja anayetumia akili, hata kama si kwa haki. Funzo: ujanja bila bidii unaweza kufaidi kwa muda, lakini mwisho ukweli hujitokeza. Akili ni zawadi, ila ikitumika vibaya huleta hila.